NBC Marathon ndicho ambacho Watanzania akili zetu ziko hapo kwa sasa hivi. Of course tumetoka kwenye NBC Premier League na tumeenjoy kinoma noma sisi mashabiki wa soka, e, na tumemfahamu bingwa wa NBC Premier League. Sasa ni NBC Marathon, inafanyika wapi, lini, na pengine sisi ambao tuna mbio zetu, zawadi zetu zitakuwaje? Tutajua hapa. Tunaye mwakilishi kutoka NBC, Irene Peter, Irene karibu sana. Asante sana lakini, pia tunaye miongoni mwa ambao wanashirikiana nao uh, NBC, kutoka Mkapa Foundation. Huu ni mratibu wa mradi eh, karibu sana Remi Moshi, karibu sana Asante. NBC Marathon kwanza, yes. Ina mwonekano mzuri <laughs> <laughs> kamera person direct, tupe shoti ya Irene hapo tuone. Ehe ha, unaweza ukazoom in out jamani <laughs> <laughs> <Yeah>, tunaongea marathon kabisa kabisa <laughs> ya yeah, ina look nzuri sana hongereni. Asante sana. Msimu wangapi huu wa NBC marathon? Utakuwa msimu wa sita. okay. Tulianza NBC Dodoma marathon mwaka elfu mbili na ishirini. Okay. Yes, so mm. Mwaka huu tunafanya msimu wa sita. Nice. na itafanyika How? Dodoma. Mm. Um, tarehe ishirini na saba mwezi wa saba itakuwa okay, ni siku ya Jumapili. Sasa sasa, yes. Imekuwaje ndani ya misimu sita? Mapokeo yakoje? Hamasa zilikuwaje? Eh, sababu ambazo zilikuwa zinawafanya mfanye hizo marathon mmezifikiaje? mm. mm. Hivyo um, tunashukuru Mungu um, kwa kuwa katika kipindi hiki cha miaka sita mm. tumepokea mwitikio mkubwa sana. Wakati tunaanza hii marathon mwaka elfu mbili na ishirini mm. tulikuwa tuna idadi ya wakimbiaji elfu moja mia tisa. Okay. Lakini mpaka mwaka jana uh, tulikuwa tuna idadi ya wakimbiaji elfu nane kwa mwaka jana peke yake kuacha miaka hiyo ya nyuma iliyopita mm. kila mwaka tunavyozidi kusogea, idadi ya wakimbiaji inazidi kuongezeka. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunashukuru, pia jamii yetu ambayo ilipokea hili jambo vizuri mm. kwa mikono miwili, na wamekuwa wakitusapoti katika kipindi hiki chote mpaka sasa hivi tunaenda um, msimu wa sita wa ku uh, ratibu hizi mbio za NBC Dodoma Marathon. Um, nini kilichotufanya um, tutake kufanya hizi mbio? Um, NBC imekuwa ikichangia kwa jamii kupitia programs mbalimbali mbali. Okay. Um, ikiwemo uh, kutoa michango mbalimbali mbali kwa jamii, lakini um, katika hili tukaona tusisimame peke yetu tuwashirikishe pia wadau wenzetu, tuwashirikishe watanzania wenzetu wengine, twende nao pamoja, tushikane mikono ili kuisaidia jamii yetu, na tuliangalia eneo la kwanza kabisa la kuanza kutoa msaada um, kwenye kansa ya shingo ya kizazi nice. Ni moja kati ya kansa ambazo um, zinaongoza niseme, um, kwa wingi lakini pia zinaongoza kwa um, kwa vifo na kuto kujulikana pia, okay. Mpaka mtu aje ajijue kwamba ana cervical cancer, ukute alikuwa ameshafikia stage mbaya. Lakini kama angekuwa na awareness tangia mwanzo angekuwa anafanya check up mara kwa mara. Ni kansa ambayo inatibika pia mm. Yes, kwa hiyo tumekuwa tukifanya um, ushirikiano na Ocean Road Cancer Institute yeah. katika kutoa cervical cancer awareness lakini pia um, kuratibu wanawake kuweza kupata free screening na wale ambao waligundulika kuwa na vimelea vya uh, uh, virusi wanasema vya cervical cancer mm, walipatiwa matibabu um, Ocean Road, na mpaka mwaka jana tulikuwa tumeshafikia zaidi ya wanawake elfu 47 tangia tumeanza program hii. Yes. mm -hmm. Kwa hiyo ni, um, ni jambo ambalo tuliona kwamba tushikane mkono na wadau wetu wengine, lakini kadri muda unavyozidi kwenda uh, kwa mwitikio ambao tuliupata kutoka kwa wadau pamoja na washiriki wote mm. imetuwezesha kuweza kufikia jamii kubwa sana katika kupeleka awareness kwenye cervical cancer kiasi kwamba tukaona tuongeze na um, kozi ya pili, okay. ambako tumekuwa tukifanya ushirikiano na Benjamin Mkapa Foundation kwenye kutoa elimu kwa wakunga, ili uh, kupunguza vifo vya mama pamoja na mtoto. Tumefanya hii program kwa muda wa miaka miwili huu mm. utaenda mwaka wa tatu, lakini katika miaka miwili iliyopita tumetoa uh, scholarships kwa wakunga uh, mia moja. okay. Yes. na um, mwaka huu pia Uh, kutokana na sapoti ambayo tunaendelea kuipata na mwitikio mkubwa sana, tumeona pia tuongeze kozi nyingine. Kabla ya kozi nyingine, tuende kwa Benjamin Mkapa Foundation. No. Ee, NBC wameanzisha jambo na ninyi mkaona kuna kila sababu ya kuwashika mkono ama kushikana mikono ili jambo liweze kwenda, ilikuwaje? na ninyi kwa upande wenu mliona umuhimu kiasi gani wa ku wekeza kwa wakunga ili kupunguza na kumaliza vifo vya mama na mtoto. Uh, nashukuru ndugu mtangazaji, kimsingi ni kimsingi ili uweze kuboresha huduma za afya, hmm, lazima uwe hmm, na wataalamu wenye weledi lakini ambao wana sifa stahiki kabisa. Kwa hiyo ke, kimojawapo kinachosababisha vifo hivi vya mama hmm, na watoto, uh, ni swala la ujuzi. Uh, kwa hiyo kuna swala la ujuzi lakini pia kuna swala la idadi yao. mm. kwa uhaba tulionao wa asilimia 66 kama sekta ya afya mm. kwenye nchi hii alafu ukichanganya na kuwa na ujuzi ambao ni hafifu, ina maana tunaongeza idadi ya vifo mm. kwa hiyo baada ya kupata hii ushirikiano na NBC mm. tukaona tupite kwenye eneo hilo la kuweza kuboresha skills za wale, wale wakunga. kwa hiyo programu hii ni programu ya mwaka mmoja ambayo muuguzi wa ngazi ya cheti ambaye amesoma miaka miwili mm. anaenda kusoma mwaka mmoja ili aweze kupata diploma. Na anapokuwa anasoma ngazi ya cheti, huwa anapata zile skills ambazo ni basic, ambazo haezi kudili na vile vitu ambavyo ni complicated na ambavyo ndio vinavyosababisha vifo vifo, kwa kimsingi, kwa kuongeza mwaka huo mmoja mm. ambao ni mwaka wa juzi, tulikuwa na na, na programu ya kwanza ilikuwa na hamsini. Mwaka huu kuna ambao wako darasani, mwezi wa tisa wako hamsini kwa hiyo wale wanapopata u, ile one year kozi muda mwingi wanakuwa wanafanya praktiko. Kwa hiyo kule wanakoenda wanakuwa na na clinical session nyingi ambazo ni za kudili na wagonjwa ambazo zinaongezea ujuzi, na tulianza na mikoa ile ambayo vifo vya mama na watoto viko juu. Kwa hiyo tulianzia Morogoro tukaanza na hawa hamsini kule Morogoro kwenye halmashauri hmm. zake tisa, lakini pia tumekwenda Mwanza ambao pia ni mkoa kati ya ile mikoa mitano, kuna Mwanza na Morogoro, kuna Dar es Salaam lakini pia kuna Kigoma na na kule Katavi. Kwa hiyo kwa awamu hiyo inayokuja sasa ya hao mia moja ambao ni wa mwaka huu unaoanza mm. kwa maana kuanzia mwezi Oktoba mwaka huu, tunategemea pia kwenda kwenye ile mikoa ambao pia vile viashiria vinakuwa viko juu, kwa maana ya vifo vya mama na mtoto vikiwa viko juu, lazima uongeze eneo hilo. Kwa hiyo kwa kushirikiana na NBC kwa kupitia NBC Marathon michango ya wana, ya Watanzania inaenda kutumika pia kuweza ku, kuboresha ujuzi na kuweza kupunguza vifo vya mama na mtoto. Sawa sawa, utaratibu upoje katika kuwapata sasa hao watakaopata ufadhili wa masomo haya ya ukunga? Asante bwana Jafari mm. E, utaratibu huko kwamba baada ya kupata hizi nafasi tunazipeleka kwenye mikoa husika. Kwanza tunawasiliana na Wizara ya Afya pamoja na Ofisi ya Rais TAMISEMI na kuweza kukubaliana namna ya kuweza kuendesha hii programu kwa hiyo baada ya pale taarifa hii e, ofisi ya Rais TAMISEMI inaipeleka kwenye mkoa husika. Kwa mfano kama walivyofanya Mwanza, waliwaandikia na uongozi wa mkoa, sasa ndo unapeleka kwenye ngazi ya halmashauri husika. Kwa hiyo katika ile halmashauri nafasi hizi zinatangazwa kwenye, kwenye halmashauri husika kwenye vile vituo, kwa sababu hawa wauguzi tunaoenda kuwaongezea ujuzi ni wauguzi walioajiriwa tayari na serikali okay. kwa hiyo tunachokiendelea kukitengeneza pale ni kuboresha ule ujuzi. Kwa hiyo wale wanapoomba kwenye vile vyuo, sisi tunapokea majina kutoka kwenye zile halmashauri kupitia mikoa yao. Kwa hiyo sisi ndio tunapoenda kulipa hizo gharama za mafunzo. Tuende okay. kwenye kile ambacho mnaenda kukiongeza sasa, mmeshasaidia uh, cervical cancer mmekuja mm. kwenye uguzi na ukunga mm. e, kile ambacho sasa mnatarajia kukifanya Um, tunachotarajia kukifanya kwa mwaka huu mm. um, ni kwenda kutoa ama kuongeza ujuzi kwa wauguzi ambao wana uh, wanaangalia watoto wenye um, wenye mahitaji maalum nice, haswa usonji mm. tunakwenda kushirikiana na na um, taasisi ya Amref mm. katika ku um, kwanza kuwapata hawa wauguzi lakini pia kuwapatia special training ambayo itawawezesha kuwaongezea skills katika maeneo yao ya kazi ili waweze kuwasaidia hawa watoto ambao wana mahitaji maalum, um, kama usonji sasa. Yes. Sa, vyote hivi vinawezekana, lakini kwa Watanzania na hata wageni kushiriki kwenye NBC Dodoma Marathon, marathon. Mm. mikakati inakuwaje na mwaka huu pengine tunashiriki vipi? Um, okay. Ushiriki kwa mwaka huu um, kwanza tunawaomba um, na kuwasisitiza Watanzania wenzetu watuunge mkono katika jambo hili kwa kuwa ni, ni la kwetu sote. Yeah. Tunafanya kwa ajili ya mama, tunafanya kwa ajili ya um, afya za watoto wetu. Na wanaweza wakashiriki kwa kujisajili um, kwenye website yetu ya NBC uh, Dodoma Marathon kupitia www.events.nbc.co.tz um, na uh, ili kukamilisha usajili wake atalipia um, ada kidogo ya shilingi elfu 45 ambayo um, hiyo ndio inatuwezesha sisi kuweza kuchangia um, kwenye hizi huduma ambazo tunazitoa kupitia Ocean Road uh, BMF pamoja na Amref. Um, marathoni yetu itafanyika Dodoma uh, kama kawaida tarehe 27, nilitaja mwanzo, mwezi wa saba mm. Na um, kuacha hii sehemu amba, ambayo tunafanya ili kuchangia jamii, lakini pia tunategemea kuwa tuna entertainment za kutosha um, kuanzia ile tarehe, siku mbili kabla ya marathon kuanzia Ijumaa mpaka Uh, Jumapili ambako tunakwenda kumaliza jambo letu kwa yes, hiyo, tunawakaribisha sana wote um, washiriki, lakini pia unaweza kushiriki kwa kuchangia tu. Inawezekana mtu akawa ratiba zake hazimruhusu kusafiri kwenda Dodoma wakati huo, lakini ana pashen na kutaka kuchangia kwenye jamii kwa ajili ya hizi kozi, basi pale pale kwenye ile website yetu anaweza aka ingia na kuchangia kiasi ambacho watapendezwa nacho ili kuweza kuwasaidia wenzetu um, ambao wanapitia changamoto hizi. Sawa, so, NBC marathon iliyopita mm, ilikuwa ya na namna yake, uh, vibe ilikuwa kubwa mm, shangwe lilikuwa kubwa mm, kwa mwitikio mm, uh, kwa, kwa ujumla, yapi matarajio kwa, kwa, kwa marathon hii ukizingatia ya kwamba Uh, tayari eh, matangazo yapo ya kutosha. Tunasema hatupoi wala hatuboi, yani vibe ambalo hmm, lilikuwa la mwaka jana, wategemee zaidi kwa mwaka huu, entertainment za kutosha, um, lakini pia uh, nadhani huduma za usafiri zimerahisishwa. Um, kupitia um, shirika la reli Tanzania ambao wameshafungua wa tayari um, kuweza ku watu kukata tiketi na kwenda. Kwa hiyo unajikuta kwamba safari ya Dodoma imekuwa fupi, lakini pia kuna aina za usafiri nyingine uh, nyingi nyingi ambazo tumezitangaza pia um, kupitia kwenye page zetu za social media Um, ambapo tume um, tunajaribu kupata uh, ushirikiano kutoka kwa mabasi mbalimbali mbali, ambao watakuwa wako tayari kuwachukua um, wakimbiaji wetu ambao watakuwa wamejisajili kwenye vikundi na kuwapeleka mpaka Dodoma na kuwarudisha. Okay. Kwa hiyo um, huduma zimerahisishwa lakini pia tukifika Dodoma ni hatupumziki kuanzia um, Ijumaa mpaka Jumapili itakuwa ni entertainment tu.utatuambia okay? Yes. kuhusu hizo entertainment kwa sababu <laughs> inawezekana zikatuvutia pia kufika Dodoma. Remmy, mnajisikiaje kuwa sehemu ya NBC Marathon? Ah, tunajisikia vizuri kwa sababu pia imekuwa ndio, ndio kazi yetu tunaoifanya kwa zaidi ya miaka 18 iliyopita, naam. Tumekuwa tukifanya kazi kwenye sekta ya afya kuboresha kwenye eneo la rasilimali watu. Okay. Kwa hiyo ni miradi ambayo tumekuwa tukiifanya na Watanzania, tunajua wana shida kiasi gani. Mm. Na ni namba gani ambavyo tunaweza kusaidiana ili kuweza kuboresha maisha ya wa Watanzania. Kwa hiyo kwa kupitia NBC marathon tunaendelea ku, kuwasaidia Watanzania wengi zaidi, lakini pia tunaendelea pia ku, kuifanya NBC pia iweze kuonekana kwenye eneo la sekta ya afya pia. Ninyi mnashiriki yani, eh kama Benjamin Mkapa Foundation. Ushiriki, kukimbia ushiriki ni lazima hata <laughs> <laughs> nilipewa mwaka jana ah <laughs> lakini raha ya marathon sio lazima ukakate kilomita, unaweza ukatembea tu <laughs> e, mm -hmm. Nice. Uh, pengine mna mnapata faraja hivi ku, kuona kama kuna eh, faraja nyingine ambayo mnaipeleka kwa watanzania mm -hmm. Sasa Eh, ni, ni kwa kiasi gani kama Benjamin Mkapa mm, kwa upande wenu pia mnaendelea kugusa maeneo tofauti tofauti eh, na kuwashika mikono wa Tanzania. uh, kama nilivyotangulia kusema, tuna zaidi ya miaka kumi mm. na nane tunafanya kazi kwenye sekta ya afya mm. na ndio sehemu ambayo tumefanya kazi kwa muda mrefu. tumeajiri zaidi ya watumishi hawa, watumishi wa kwenye vituo vya kutolea huduma zaidi ya mm. elfu saba nice. lakini pia tuna hiyo tuna eneo pia la huduma za afya ya jamii mm. tuna hudumu wa afya ngazi ya jamii ambao pia tumefanya kazi hizo za kuelimisha jamii mm. kwa zaidi, kwa maana ya zaidi ya elfu sita kwa hiyo ukiangalia ni zaidi ya elfu kumi na tatu na kwa sasa tuko mikoa yote 26 na yeah, lakini pia tumekuwa kwenye eneo la afya ya mama na mtoto kupitia miradi tofauti, na pia tunagusa eneo la la UKIMWI kupitia miradi tofauti, na pia kwenye eneo la TB na malaria kwa hiyo tuna miradi ambayo tumekuwa tukitekeleza tuki kwa awamu tofauti, na watanzania wengi wameguswa na Mkapa wa kupitia, aidha ni mtumishi tuliomwajiri kwenye kituo au kwa uh, huduma yoyote ambayo tumeipeleka kwa kupitia wale watumishi ambao wako vituoni, ikiwemo hawa ambao pia wanapata mafunzo kupitia NBC Dodoma Marathon. Okay, mafanikio hayo kwa miaka kumi na minane, lakini ni miaka mitano hivi ukienda wa sita kuanzia eh, Rais Benjamin Mkapa uh, atutoke, unadhani angekuwepo, angekuwa na faraja ya kiasi gani kuona foundation yenye jina lake inafanya makubwa hayo katika jamii? Ah, angefurahi, na ndio maana mpaka sasa hivi Benjamin Mkapa tunakuwa na Mkapa Legacy ambayo yeah. tunaifanya kila baada ya miaka miwili mm. hata mwaka jana tulikuwa nayo kama mtakumbuka yeah. pale mwalimu Nyerere, kwenye ukumbi wa Mwalimu Nyerere. mm. kwa hiyo ninaamini ni angefarijika zaidi, lakini hata wale ambao pia walikuwa karibu naye, mm. wanaendelea kumuona kwa kupitia taasisi ya Benjamin Mkapa pia. Angekuwepo ningetamani naye ashiriki, angaweka kutembea kwenye NBC Dodoma <laughs> Marathon yeah. yeah. Tuambie kuhusu zile burudani ambazo tutazipata E, kuanzia Ijumaa mm. um, kwanza kabisa uh, tutakuwa tuna show ya komedi ambayo tunashirikiana na Chekatu mm. watatoa burudani nice siku hiyo. Kwa hiyo atakayekuwa anatua Dodoma kwa siku ya Ijumaa atakutana na hiyo show ya komedi kutoka mm. Chekatu mm. um, baada ya hapo tutakuwa tuna um, Party, pre-party tunasema mbalimbali mbali, mm. kwenye ba tofauti tofauti uh, pale Dodoma Dodoma sehemu za starehe tofauti pale Dodoma mm. ambazo tutazitangaza um, zipo kadhaa, okay. yes, ambako um, mshiriki anaweza akachagua mm. aende wapi kulingana na aina ya vibe ambayo e, analitaka. Yes, sisi wazee wa zamani mmetumbuka <laughs> Eh, tunataka kusikia kitinda mimba huko Remi anacheka. Unajua kitinda kwenye kwenye comedy hapo kwenye mm. cheka tu comedy ah, ni watu wetu, tuna mm. chaneli yao ya Cheka Plus kupitia mm. kisimbuzi chetu cha Azam TV mm. bila shaka show hiyo inaweza kuwa mubashara kupitia chaneli yao ya mm. Cheka Plus mm. channel nambari mia nne kumi na nne kupitia kisimbuzi hichi cha Azam TV Cheka uh, mm. ambayo itaenda sambamba na NBC Dodoma Marathon. Tuna tunaangazia kutokea kwenye eneo gani? Yaani nikisema location. Location ambako itafanyika. Sisi wakazi wa Dodoma mm. um, pia tunaomba tuitangaze um, siku hizi chache zijazo bado mm. tunamalizia kufanya michakato ya mwisho sasa. Yes, lakini tutatangaza katika chaneli zote mm. ili um, washiriki wetu waweze kujua wapi kwa kwenda. Okay. Yes. Sawa so, tunashiriki vipi sasa? Ushiriki um, kwanza, unaweza kurejista kupitia www um, uh, events NBC co tz um, lakini pia unaweza kujirejista um, kupitia kwenye moja kati ya matawi yetu lolote lile ambayo liko karibu na wewe, kama changamoto kidogo za kufanya uh, online, then unaweza ukaenda branch wakakusaidia kusajili, lakini pia tunategemea kufungua vituo vya usajili hivi karibuni mm. Um, tutavitangaza, ambako washiriki wote wanaweza wakaenda direct kwenye kituo akajisajili pamoja na kupata kiti yake hapo hapo. okay. yes. Sawa so, sisi tuwashukuru sana na asanteni kwa burudani ambazo mnaendelea kutupa asante sana. eh, eh, na sisi wananchi kwa kweli tumefurahi sana NBC uh, Premier League mm. kuchukua ubingwa. <laughs> <laughs> <laughs> Mdhamini ana timu. Mbona <laughs> <laughs> Remy anacheka? Remy hujafurahi? Ah, Fry tu. Utafanyaje sasa? Na msimu wanaweza kuchukua na mara ya tano, si watu wazuri, usije ukapata pressure. Mchezo ni burudani. Kwa kweli tunawashukuru sana. <tipi> Uh, naitwa Remi Moshi, ni mratibu wa mradi kutokea Benjamin Mkapa Foundation, na tu, tu, tumeona vile ambavyo wao wanashirikiana na NBC kwa ajili ya eh, kuwasaidia uh, jamii kutokana na kile ambacho kinapatikana kwa sisi kulipia na kushiriki kwenye marathon kubwa zaidi ni NBC marathon Julai 27, ambayo itafanyika Dodoma ikifahamika kama NBC Dodoma Marathon, na huu ni msimu wa sita. Tunaendelea kuenjoy burudani, zitakuwa nyingi za kutosha bila shaka. Tukikaribia sasa zaidi, tutarejea mm. Alafu tuje kuongea pia zaidi mm. e, na, ku, na kuona sasa sisi ambao tayari tushalipa tiketi zetu eh, tutakavyoenda tuambie, ruti zitakuwa mm. wapi na wapi mm. eh? Vituo vya kupata vya kupata maji kupata matunda man, sisi watu wa marathon, hivyo vitu <laughs> vyote vitakuwepo, <laughs> maji ya kutosha, matunda ya kutosha, soda za kutosha kwa. Okay, kweli tunakushukuru sana Irene, asante sana, karibu tena kwa mara nyingine.